Mwambie bibisi Simba amepokea simu mtoni kimya kimya. Mwanaume anaongea neno moja tu tarehe, tarehe nane, Simba alisema sichezi mechi. Mechi ilikuwepo, mashabiki walikuwepo, watu walipa vingilio na Simba hajaita timu. Mwenye jeuri ya Tanzania hamna zaidi ya Simba. Yanga hawezi kugoma mechi. Yanga kagoma mechi? Yanga kagoma jibu, Yanga kagoma mechi? Yanga kagoma mechi kwa mechi. Mechi. Mechi. Mechi. mechi mechi kagoma Simba Yanga mechi ya mia moja themani na nne alisha cheza. Alicheza lini, Mandala? narudia mechi ya namba mia themanini na nne yeah. Yanga alisha cheza mechi FIFA bado saiba na itasimini Yanga, timu ile ina nani? makamu wa raisi wa Yanga aliongea pa wanyinyi waandishi, alisema mechi ii tushacheza, atutambui tena ile mechi. Uongo bisha nikupela kasema, aasema nakupa hela kasemae mechi namba mia themanini na nne wana Yanga tushaicheza, hatutaitambana tumekaa kwenye kalenda. Uongo kweli jibu uongo, waandishi matumika uongo kweli. Arafati, nyinyi mnamuhoji pale kwa Mkapa, alisema mechi namba mia themanini na nne tushacheza Yanga ipo leo hii wanaenadi mechi ipo. Kwa hiyo, Yanga mechi namba mia themanini wanaicheza mara mbili. Simba ndio wajacheza namba 184 tunaenda kuicheza tarehe ishirini na tano. Umebadilika ghafla? Sikilize, sio kubadilika. Sikiliza, timu inaenda mashabika, twendi refa injinia na tunawafunga. Wewe uende uwanjani, Mandala. Sikiliza, sikiliza, timu inaenda uh -huh. mashabika twendi lefa ka injinia na tunafunga na Simba na chukua ubingwa. Mnabisha tia hela, Mandala, tiketi yako tarehe nani utaitumia wapi sasa? Narudia tena tiketi, mi nitafungia hata mandazi tiketi, eh, nitafungia hata maandazi. Shabiki wa Simba twendete, huyo hautake kwa hapa faida. Tunaonyesha jeuri ya mpira, wacha wanatumia nguvu za dola, si unatumia nguvu ya mpira sisi sikiliza. Simba sisi sio wajinga, Simba kwa akili sio wajinga, yeah. Na wao mjiongeze, nyinyi waandishi mtumie akili. Simba sio mjinga, Simba agomei mechi, Simba na heshimu. Ndio maana tarehe kumi na tano ilipogairishwa Simba hajapeleka timu uwanjani. Tarehe imegairishwa, wongo kweli. Tarehe nne mechi ilivyogairishwa Yanga alipeleka timu, hajapeleka. Utofauti wa viongozi muone hapa. Tarehe kumi na tano mechi imegairishwa, Simba ilipeleka timu. Kwa nini ile ilipeleka? Wao jiulize, kwa sababu mechi imegairishwa. Bodi ya liga ilipogairisha mechi ya tarehe nane walienda kufanya nini? Ile Simba na viongozi wenye akili diploma, wana knowledge. Ile ndio Simba, tunaenda timu inaenda uwanjani, mashabiki hatuendi, refa engineer, na tunafunga, na ubingwa tunachukua. Hakuna timu kuzuia Simba kuchukua ubingwa kwenye nchi, yaani pakome Chama max player wachezaji wanawoja la chini hauwezi wow kufananisha na kina mpanzu. <coughs> Wewe miaka mitatu ya nini, simba Yanga hajawahi kumfunga simba ndani ya yeah, miaka minane ndio rekodi, na kugeni nyinyi waandishi, kuanzia mwaka elfu mbili na mbili mpaka elfu mbili na kumi na mbili Yanga hajamfunga simba

mwaka wajana wa jamii Simba tanga sikiliza Yanga, yeah, yeah, yeah. Wana player. Simba ina so, ni Simba. Yeah. Simba piga kifua kaaana, Simba piga kifua, hatuendi uwanjani, timu inaenda tunawafunga. Mandala, mashabiki wengi wa Simba walionekana kuto kuitaka mechi wakisema hawachezi. ah, nayo mwenyewe ni miongoni mwa waliotoa machozi

tulikoma mechi ya tarehe nane kwa sababu tumefanyiwa nini vitu vya ajabu kwenye mechi hii. Mechi ukiangalia mambo yaliyofanywa, tarehe imebadilishwa. Tunaenda kucheza, ila hatuwashabiki hatuendi mashabiki hatuendi, timu inaenda ainiismepanda vitu vyote amesikizwa wao na msimu ujao hatuchezi ligi mpaka injinia ajitoe katika vilabu vyote, vilabu vyovihamini vyote atoke. Asipotoka atuchezi si ligi ao injinia na kampuni yake, ana makampuni jiungaunga kuamii vilabu vingine hii Simba. Narudia, timu inaenda, mashabiki mm, hatuendi Lefa wa engineer na tunawafunga na tunachukua ubingwa. Waje, waambie waje. Waambie hivi waje, kaninapukia simu mtoni kimya kimya ndio hii hapa uh -huh. Anajitia mwenye mimi mwizi. Mimi mwizi ndio Yanga tunafuza kimya kimya, shughuli imeisha ama naiza nini? Yanga ana sima kufunga Simba, Yanga ana kikosi cha kumfunga Simba. Huwezi kufananisha kikosi kinachocheza fainali ya kombe la muungano na fainali ya kombe la Kafu. Hii si Simba kifaida huykifaidahuyoaa kifaidahuyoi Yanga, nisikilize. Yanga anacheza fainali ya Muungano, Simba mecheza fainali ya Kafu. Afu zikompare, don't compare